Baada ya vuta mkuvute ya kisheria, hatimaye Mahakama Kuu Zanzibar imesema haina uwezo wa kusikiliza mashauri ya kesi za ubunge katika majimbo ya Zanzibar ikiwataka walioshitaki kupeleka kesi hizo katika Mahakama Kuu ya Tanzania. Swala hili limezua mjadala mkubwa huko mitandaoni huku watu wengi visiwani Zanzibar wakisema kwamba Zanzibar yenyewe inauza ama inayagawa mamlaka yake kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwamba hiki si kitu kizuri. Embo, sikiliza kwanza mwanasheria anasema vipi, ufafanuzi wake kuhusu kilichotokea mahakamani. Leo ilikuwa siku ya uamuzi mdogo. Uh, badala ya kuwepo maombi uh, kesi za uchaguzi za wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa majimbo ya Zanzibar hasa Unguja, na sisi tulifaili hiyo petition, lakini baada ya kufaili petition tulifaili maombi pia ya kuomba exemption ya security <coughs> kwa sababu uh, mashauri haya unapofaili unatakiwa uweke security for cost uh, lakini sheria inaruhusu kuomba uh, exemption ya security, kwa hiyo tumeleta maombi haya. Wakati tumeyafaili, wenzetu wa upande wa Jamhuri, kwa maana ya ofisi ya Mwanasheria Mkuu pamoja na Tume, wakaleta pingamizi la kisheria la awali hasa kikatiba kusema kwamba mahakama kuu <coughs> ya Zanzibar haina uwezo kikatiba kusikiliza shauri shauri hizi au mashauri haya ya uchaguzi na maombi yanayotokana na mashauri ya uchaguzi wakisema kwamba Uh, shauri ya namna hii na maombi yake yanatakiwa yasikilizwe kwenye mahakama kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kini kimsingi ni mahakama kuu ya bara. Sasa uh, baada ya kusikiliza hoja zetu, na katika kusikiliza sisi tulieleza hoja zetu pia za kisheria kwamba mahakama kuu ya Zanzibar ina uwezo wa kusikiliza kwa sababu mahakama kuu ya Zanzibar imeanzishwa na katiba ya Zanzibar, haijaanzishwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo haiwezi katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuiondolea Zanzibar mamlaka kuu, mahakama kuu ya Zanzibar mamlaka yake. E, tulieleza hoja pia kwamba hata sheria ya uchaguzi yenyewe wa bunge Jamhuri ya, ya Muungano wa Tanzania inatumika kote e, upande wa bara na upande wa Zanzibar na sheria hii kwa sababu inatumika uh, mahakama ina uwezo kwa sababu katiba yetu ambayo sio eh, ni, ni katiba yetu, tunasema, ni katiba the Supreme Law kwa hapa Zanzibar inaieleza kwamba mahakama kuu itakuwa na uwezo wa kusikiliza mambo yote kwa sheria zote zinazotumika Zanzibar, sio zilizotungwa Zanzibar, ikiwemo sheria hii ya, ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, sheria ya bunge. Uh, tumeeleza kwa hiyo hoja pamoja, tukatumia na kanuni. Leo mahakama imekuja kwa ajili ya uamuzi. Mahakama imechambua hoja zote na mahakama imeona uh, kwamba haina mamlaka uh, kwa lugha nyingine uh, mamlaka ambayo katiba ya Zanzibar na sheria iliyoanzisha mahakama kuu Zanzibar imeipa mamlaka, ma, mahakama kuu kwa kutumia maneno unlimited jurisdiction, kwa maana uwezo usiokuwa na kikomo. Leo tumeambiwa na mahakama kuu kwamba ile sio sawa, yani inayo kikomo cha, cha mambo yake na sio kwamba haina kikomo, na kikomo chenyewe haitakiwi kusikiliza mashauri ya uchaguzi kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano inataka hivyo. E, ndio kimsingi uamuzi e, mheshimiwa jaji amejielekeza sana kwenye kifungu cha 83 1 e, cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndo uamuzi wa mahakama ulivyokuwa. Kifungu cha 83 kinasema kwamba mashauri yanayonasema, uamuzi kuhusu, inasema uamuzi kuhusu mtu kuwa mbunge e, au kama mtu halali wa mtu kuwa mbunge, basi mashauri hayo yatasikilizwa kwenye mahakama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hoja yetu ni kwamba kwanza a, hakuna mahakama a, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu jambo la mahakama kuu si jambo la muungano. Hiyo ile ni mahakama kuu kimsingi, ni ya upande wa pili ya, ya, ya wa Bara e, na hata territorial jurisdiction yake ni huko. Sasa kwa sababu mashauri ambayo yanatoka Zanzibar e, na mambo ambayo yamefanyika Zanzibar, territorial jurisdiction au uwezo wa kieneo kijiografia ni mahakama kuu ya Zanzibar, na ndio ilikuwa hoja yetu ambayo jaji ameitafsiri ya uh, kwa kusema kwamba hapana, bado mahakama kuu uh, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina, ina mamlaka hayo tuna option mbili. Tuna option ya kwanza kukata rufaa uamuzi huu e, kwenda mahakama ya rufaa kuona kwamba mahakama ya rufaa pamoja na kwamba ilishawahi kudili na suala hili kabla, kuona kwamba baada ya development za sheria na kanuni inaweza kuwa na mtazamo tofauti. Hii option ya kwanza. Option ya pili ni kwenda huko huko tukavuka bahari, maanake kwa uamuzi wa leo Wazanzibari wameambiwa wakiitaka haki yao ya uchaguzi basi wavuke bahari. Kwa hiyo Sababu sisi tunapigania haki, tunayo options ya kuvuka bahari pia. Kwa hiyo hilo tutashauriana, na nitashauriana na wateja wangu ili kuona option gani tunaitumia sasa. Tukivuka tutaenda kuomba uh, kule mahakama Kuu extension of time kwa sababu eh, tulikuja mahakama Kuu Zanzibar kwa sababu kanuni zenyewe za mashauri ya uchaguzi zinaitambua mahakama Kuu Zanzibar. Eh, basi tutajua huko kwa sisi tuta, lakini tulikuwa reasonably, tulifungua ndani ya wakati na tulifata sheria inavyosema. Mahakama Kuu imeona tofauti, basi tutaenda kuomba muda ili tuweze kufaili tena uh, uh, mashauri haya katika mahakama kuu za Bara.